Kwa hiyo hii hapa namna ya kutumia mm -hmm. Unachukua hizi lola kwanza, unachukua unachukua hizi lola zako ili eneo hili yeah. Unaliona hili. Ehe. Uh -huh. Inatumika kama ukaa vifaranga siku 18 lakini. Nane lakini yeah. Lakini siku ya kwanza kabisa utaweka lola zako hizi utazipanga hapa mm hizi -hmm. Zinapangwa kwa kuchomeka huku huku hapa yeah. Mingine hapa kuna matundu hapa mm -hmm. Uzi, Tinduili pop. Tinduili pop. Tinduili pop. Tinduili pop. Kipanga vizuri basi, hizi zitakaa hivi kwa yai lako. hapa nimeruka sana mm-hmm. yai lako unaweka kati ya bomba moja na bomba nyingine hapa katikati, ah, yeah, utajikuta yeah, yeah. hapa inakaa mayai nane hadi saba mm. eh, baada ya hapo ukiweka mayai yako una una connect kwenye u, nani lakini umuhimu wa huu wavu, mm -hmm. Vifaranga visidumbukie kwenye maji kwa sababu kuna maji, yeah. Kwa hivyo vinazuia vifaranga visidumbuke kwenye maji, kuweka usalama mm -hmm. mm -hmm. yeah. Yani joto a joto mm -hmm. na kwambasa joto joto Yeah. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Ili joto lisiwe jingi lisifikie 40 kwa sababu huwa inatokea sababu kwamba joto inazidi paka 40. Tunapunguza hapa, joto tutapunguza hapa lisiwe chini lisiwe 40 tena. Lisiwe liwe lisiwe 37.8. Ndio. Liwe 37.2. Sawa sawa. Ambako sasa mm -hmm. ikiwa 37.2 joto mm -hmm. litakuwa la kiasi. Like yes. mm -hmm. Baada hapo unyevu utakuwa ni mdogo. Japokuwa kumaji na kwa inaingia ndani, kwa hiyo unatumia kidude ku spray yale mayai ah. Kuanzia siku ya kumi na nane yani, asubuhi, mchana na usiku unakuwa na spray kwa kutwa mara tatu, ili kula faida gani? Kurahisisha lile kifaranga, ile yai liwe laini, kifaranga kitoke kwa urahisi. Hiyo ndio faida matumizi ya hiki kidude. <coughs> <coughs>

Yeah. Eh, chupa yoyote yani, maji zile chupa za maji za kawaida eh, uh, so lazima lita moja na nusu hata vile vya au vile vya soda soda za kopo zile ndogo. Zile ndogo eh, hizie ndogo unafungia fungia, na zinafunga vizuri bila shaka, sawa sawa, kwenye hii midomo yeah. Yani hiyo ndo faida kubwa sana kutumia hii kibeta tofauti na ile hayo maji mpaka yaishe, ukiweka hayo, ukiona imeisha unaongezea mengine. Chupa yenyewe inaingiza kwa maji automati, kwa maji hali yanazesha unyevu, yakiingia huko inazesha unyevu, yakizesha unyevu unatumika, ukitumika unaisha, kwa maji inaingia taratibu mpaka inaisha lakini pia unapewa vifaa njia za sola kama sasa, wewe unataka kutumia kwenye sola yeah, utatumia hii hapo, unachomeka hapa. wewe hapo, kama una sola yako pembeni betri na una una yeah, connect. sasa kwa mashine hii ukiwa na sola ya wati 100 mm -hmm. na betri N75 yeah. ndio na controller na niko na chaja controller ya sola na na mm -hmm. yeah, ukiwa nayo hivyo tu mm -hmm. hahitaji kuwa na umeme ukiwa na hivyo vifaa, hahitaji kuwa <coughs> na umeme. Ukiwa na betri, ukiwa na betri ni 75 eh, na sola wati wati 100 yeah. kwenye incubator haina haja ya kutumia tena umeme no. lakini kama unatumia umeme, hata kwa mimi natumia sola wati 50 wati 50 eh, kwa tukio ongezee nyingine 50. Na... hasa eh, ni, ni eh, eh, katika, katika kazi hizi beti sola inatupa hiyo kubwa zaidi ya beti

<laughs> monahii mm. nafaa sana kwawa kwa watu ambao wanaishi sehemu ambao hakuna umeme kabisa. hii ndo maa mm. So, ni kamshauri kwamba bo, ni heri achukua hizi mbili kuliko kuchukua ile ya mayai sitini. Kwa sababu nikimuuzia ile ya mayai sitini najua tu yeye ataenda kupata changamoto okay. Atahitaji betri kubwa, upande wa kugeuza mayai haitageuza, sababu ile mota yake ni ya niya, niya nini